Ifahamu COP 30 COP 30. Karibu sana, leo tuifahamu COP 30 ni nini na nafasi ya Tanzania ni ipi? COP 30. 30 katika dunia sasa inayokumbwa na athari kubwa za mabadiliko ya tabianchi, ikiwemo joto kali, ukame, mafuriko na kuyeyuka kwa barafu ya milimani Juhudi za kimataifa za kukabiliana na changamoto hizi zimekuwa muhimu kuliko wakati wowote wa ule. Mojawapo ya majukwaa muhimu kabisa ya kimataifa ni mkutano wa nchi wanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa mabadiliko ya tabia ya nchi, maarufu kama COP, Conference of the Parties. chimbuko la COP, mkutano wa COP ulianzishwa mwaka 1995 Kufuatia kupitishwa kwa Mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu Mabadiliko ya Tabianchi ya UNFCCC mwaka 1992, kwenye kikao cha mazingira cha dunia Earth Summit huko Rio de Janeiro, Brazil. Lengo kuu la UNFCCC ni kuhakikisha kwamba viwango vya gesi joto vinapunguzwa ili kuepuka madhara mabadiliko ya hali ya hewa yanayosababishwa na, na shughuli za kibinadamu. Tangu wakati huo, nchi 190 na zaidi zimekuwa zikikutana kila mwaka kupitia mkutano wa COP kujadili hatua, mikakati na utekelezaji wa makubaliano ya kimataifa. Baadhi ya mikutano muhimu ikumbukwe ni COP ya tatu mwaka 1997, Kyoto Japan, kupitishwa kwa itikafi ya Kyoto; COP 21 2015, Paris, Ufaransa, kupitishwa kwa makubaliano ya Paris, kila nchi kuweka malengo ya kitaifa ya kupunguza gesi chafu, yani NDC. COP 30, Novemba 2025, inafanyika Brazil. Mkutano wa COP 30 utafanyika katika mji wa Belém, Brazil kuanzia tarehe kumi hadi 21 Novemba 2025. Mkutano huu ni wa 30 tangu kuanzishwa kwa COP na unatarajiwa kuwa wa kihistoria kwa kuwa utaangazia tathmini ya dunia nzima kuhusu utekelezaji wa mabadiliko ya makubaliano ya Paris. Tanzania na COP 30. Tanzania ikiwa ni miongoni mwa nchi zinazopambana na athari za tabia ya nchi kama ukame, kupungua kwa mazao na mmomonyoko ardhi, imedhamiria kushiriki kikamilifu katika COP 30. Matarajio ya Tanzania ni kupaza sauti ya Afrika kuhusu haki ya nchi maskini kupatiwa msaada wa kifedha na teknolojia, kuimarisha mipango ya nishati safi kama matumizi ya gesi asilia, umeme wa jua na umeme wa maji, kupata usaidizi wa kifedha kwa ajili ya miradi ya kilimo uhimilivu, uhifadhi wa misitu na usafirishaji rafiki wa mazingira. Kupitia tume ya taifa ya mabadiliko tabianchi, Tanzania imeandaa ajenda ya kitaifa kuelekea COP 30, huku ikishirikiana na sekta binafsi, asasi za kiraia na mashirika ya kimataifa. Viongozi wa dunia watajadili mustakabali wa mazingira yetu, jukumu la wananchi linabaki kuwa muhimu: kupanda miti, kutumia nishati safi, kuepuka uchomaji hovyo wa misitu, kutunza vyanzo vya maji. Mkutano wa COP30 ni fursa ya dunia kuonyesha dhamira mpya. Tanzania nayo inajiandaa, imejiandaa pia vyema kutoa mchango wake kwa ajili ya mazingira, kwa ajili ya vizazi vijavyo. Tanzania kwa mazingira endelevu. COP30 ni sauti ya dunia.